Karibu, karibu kwenye podcast yetu ya Kenya Wantam Notam Movement yani KWM. Leo uh, tunaangazia kuundani zaidi ujumbe muhimu sana kutoka kwa Kenya Wantam Notam Movement, KWM. Tumesoma makala yao yenye kichwa kizito kidogo, wakati wa mabadiliko ni sasa, polisi, jeshi na raia wa Kenya lazima waungane. Lengo letu hapa eh, ni kujaribu kuelewa hasa nini KWM wanasema kuhusu hali ilivyo Kenya sasa hivi na huu wito wao wa mabadiliko yaani, tunataka kuuchambua kwa pamoja na wewe msikilizaji. Basi makala yenyewe yanaanza kukuchora picha ambayo, mm, nadhani wengi wetu tunaweza kuielewa, picha ya Kenya ambayo wanasema inalemewa na mfumo, wanawita mfumo wa ufisadi. Wanazungumzia, unajua, yale maisha ya kila siku mashimo barabarani, yanayoharibu magari yetu, shule ambazo zimejaa watoto mpaka hakuna nafasi, hospitali ambazo eh, wakati mwingine hazina hata dawa za kawaida. Na wakati huo huo picha nyingine inaonyeshwa ile ya tabaka la juu ambalo linaendelea kunufaika. Swali ambalo wanakuuliza wewe moja kwa moja ni, mm, utaendelea kukaa kimya mpaka lini? Dio, na kinachonivutia hapa au tuseme kinachosisimua ni jinsi wanavyounganisha hivi vitu viwili moja kwa moja hizi shida za kila siku, barabara mbovu, ukosefu wa dawa, na kile wanachokiona kama chanzo chake, ufisadi pale juu. Mbatu hakuna pesa ni matokeo, wanasema ya mfumo unaoweka mbele maslahi ya watu wachache tu. Wanataka uone hiyo connection kati ya shimo la barabarani na maamuzi kule ofisini. Sawa kabisa, lakini uh, hawakuishia hapo kwa raia tu, walienda hatua ya ziada wakawaangalia wale wenzetu waliovaa sare, polisi na wanajeshi. Hapa sasa ndipo ujumbe unapata uzito mwingine. KWM wanasema hawa maafisa wetu ambao ni ndugu zetu, majirani zetu, nao pia ni wahanga, wamo kwenye mfumo huu. Wanatajwa kukosa vifaa vya maana, sare zenyewe wakati mwingine zimechakaa, magari yanayokwama njiani na mishahara ambayo eh, haitoshelezi mahitaji yao ya msingi. Wanahoji kama utu wao hadhi yao imepuuzwa na serikali wanayoitumikia. Wanawatenganisha, wanawatenganisha maafisa wa kawaida na labda uongozi wa juu au mfumo wenyewe. Lengo hapa ni kujenga hisia za tuko pamoja, yaani askari wa kawaida na raia wanakabiliwa na shida zinazofanana, zinazotokana na usimamizi mbovu, wanavyosema wao, na ufisadi. Hii inafungua njia sasa kwa wito mkubwa zaidi, na wito huo mm, ni wa moja kwa moja haswa, bila kuficha ficha. KWM wanawataka polisi na jeshi waungane na raia. Fikiria hilo. Wanasema utiifu wao hasa unapaswa kuwa kwa nani? Kwa wananchi ambao waliapa kuwalinda, sio kwa wanasiasa ambao KWM wanadai wanaibia nchi. Wanataka wazitazame sare zao si kama alama tu ya mamlaka, bali pia kama ukumbusho wa jinsi wanavyopuuzwa. Ni hoja nzito kweli. Ndiyo, tena wanatumia neno lenye nguvu sana, mapinduzi ya haki. Ni muhimu tuelewe wanamaanisha nini hapa. Sio mapinduzi ya kudi moja dhidi ya jingine. Kwa mtazamo wao, wanachomaanisha ni muungano mpana Polisi, jeshi, raia wote wanaoumia chini ya mfumo huu waungane dhidi ya mfumo wenyewe. Lengo lao, kama wanavyosema, ni kuvunja huu mzunguko wanaoita wa ufisadi na unyonyaji, kuanza upya. Na inaonekana KWM wanataka wewe pia msikilizaji uwe sehemu ya haya majadiliano na labda hata harakati za mabadiliko. Ndio maana wanakualika kutembelea tovuti yao www.wantamnotam.com. Wanasema huko unaweza kufungua akaunti yako ukaanza kushiriki maoni yako, mawazo yako, mapendekezo yako, jinsi gani tunaweza kubadilisha kijiji chetu, mji wetu, na hatimaye taifa letu. Ni wito wa kushiriki kikamilifu kabisa. Mm -hmm. Kwa hiyo tukijaribu kuweka pamoja ujumbe mkuu kutoka kwenye hii makala ya KWM, tunaona hoja yao kuu ni hii. Ili Kenya ipate mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya kudumu, kwa mtazamo wao inahitajika kitu kisicho cha kawaida. Muunganiko wa nguvu. Muunganiko kati ya raia wa kawaida, maafisa wa polisi wa kawaida na wanajeshi wa kawaida. Wote kwa pamoja wakabiliane na kile wanachokiona kama mfumo mmoja wa ufisadi unaowakandamiza wote. Hili sasa linatuleta kwenye swali muhimu sana, naamini kwako wewe msikilizaji, swali linalotokana moja kwa moja na pendekezo hili la KWM. Tuchukulie kwa mfano kwamba huo umoja wanaoutaka kati ya raia, polisi, jeshi, kweli ungefanikiwa, umoja ukapatikana. Je, ni changamoto gani kubwa zaidi ambayo muungano huo ungekutana nayo wakianza safari ya kujenga hiyo Kenya mpya wanayoitaka, unajua, baada ya vumbi kutulia kidogo. Ndiyo, hilo ni swali zuri sana na labda muhimu zaidi. Baada ya kufikia lengo lao la kwanza, tuseme, la kuondoa huo mfumo wanaoupinga, nini kingehitajika ili kufanya huo umoja wa ajabu udumu? Umoja kati ya makundi ambayo kwa kawaida yanaweza kuwa na mitazamo tofauti ni jambo la kutafakari kwa kina sana, na tunapofikia mwisho wa mazungumzo yetu leo tunakukumbusha tena ile fursa ya kushiriki iliyotajwa na KWM. Wanakukaribisha kutembelea www.wantamnotam.com, fungua akaunti yako, anza kutoa mawazo yako, changia katika mjadala wa kuleta yale mabadiliko ambayo unatamani kuyaona, kuanzia pale ulipo kijijini, mjini, hadi ngazi ya taifa. Asante sana kwa kuwa nasi na kwa kusikiliza podcast hii ya Kenya Wantamnotam Movement, KWM.